Basi sasa uh, nimkaribishe sasa uh, Injinia Zebhadia na yeye aweze kusema kwa niaba ya watoto wa Kolowa. Atasema kwa niaba ya watoto wa Kolowa. Baba askofu Moshi na askofu Kolowa walifanya kazi kwa ukaribu na kwa upendo. Karibu sana, na hakika mama Kweka atakuwa akifurahi anapoona sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakushukuru mkuu wa kanisa kunipa nafasi hii. Neno nitakaloweza kusema ni kutoa ushuhuda wa maisha ya mama Kolowa. <coughs> nimefahamu katika maeneo mawili. Eneo la kwanza kifamilia, familia ya wazazi wangu marehemu baba Askof Stefano Moshi na familia ya Askof Koloa zimekuwa familia zimekuwa ka karibu sana, wakati wazazi wetu wakiwa katika utumishi na nafikiri kutokana na utumishi wao ndio maana mama Kolowa na mama askofu Moshi walijenga urafiki wa karibu sana, japo walipishana kwa umri, lakini eh, wachungaji, mtakubaliana na mta, mta, mta, mta mimi na akina mama familia zikitaka kuwa marafiki, wamama ndio uzi wa kuunganisha urafiki, ndio glue inayofanya urafiki uwepo. Wamama wasiposhona, huu urafiki kwa sisi wanaume unakuwa ni wa barabarani tu. Lakini niliona urafiki wa hizi familia mbili, lakini walizungu, wali, urafiki wao ulikuwa wa kujenga kwa kuzungumza maneno ya kuleana jinsi ya kuwasaidia watumishi ambao ndio waume zao, kumsaidia Baba Askofu Kolowa akiwa kama askofu kipindi hicho, akiwa kama mtumishi wa kanisa na Baba Stefano Moshe akiwa kama mkuu wa kanisa wa kwanza. Kwa hiyo walileana jinsi ya kulea hao waume zao ambao walikuwa watumishi wakati ule, baba askofu Kolowa hajawa mkuu wa kanisa, lakini baadaye alikuja kuwa mkuu wa kanisa na urafiki huo uliendelea kuwepo. Lakini niliuona huyu mama akiwa kwa mama askofu Kweka, walikuwa ni marafiki pia, na ma wake wa maaskofu wengine wamekuwa na urafiki. Alikuwa mama ambaye amelea wake wa maaskofu pia, naamini kwa ajili ya ushauri au kuleana na kubadilishana uzoefu kama alivyozungumza baba Jali, amelea wenzi wa wachungaji, lakini pia kwa upande wa maaskofu pia, na walikaa na mamangu mpaka mamangu akamaliza miaka mia na miezi mitatu. Walikuwa karibu sana, wakikutana ni usiku mzima wanazungumza tu. Lakini eneo la pili, nikitoa ushahidi wa huyu mama, nilisoma katika shule inayoitwa kwa sasa Morogoro Lutheran Seminary. Wakati huo ilikuwa kule Vuga e, ilianzia Singida halafu ikaenda Vuga, na nilikuwa mwanafunzi wa kundi la pili la shule hiyo e, pale Vuga press ikiitwa Junior Seminary, baadaye ikaja kuitwa Morogoro Lutheran Seminary. Wakati huo Morogoro hapajajengwa na mkuu wa kanisa na baba Skof Kolowa ndio alikuwa mkuu wa shule, na kipindi hicho ndio wamerudi Ujerumani na mama na watoto, kina Erka kina Stanley walikuwa wanazungumza Kijerumani tu hawajui hata Kiswahili, wanakisambaa lakini. Kwa nini namzungumza? Kipindi hicho baba Skofu Kolowa alikuwa mkuu wa shule, mama alikuwa ni mama wa nyumbani, lakini siku zote mama alikuwa anatuchungulia sisi wanafunzi wa shule, na alikuwa ametambua kwamba ile shule ya Lutheran Seminary watoto walioanza kusoma pale walikuwa wa umri mkubwa hasa kutoka maeneo ya ufugaji, lakini wengi walitoka maeneo pia ya kusini katika kila dayosisi, lakini wa umri mkubwa. Lakini tulikuwa wachache wa umri mdogo, nilikuwa ni mimi na eh, ana rafiki yangu Amani Mwenegoha ambaye ni katibu mstaafu wa wa diocesi, wa kanisa na aliweza kuwa kama matron na patron wa watoto wa shule. Anawachukua makundi madogo, anatupeleka nyumbani, anakuja kuchukua wale wakubwa na kuwafundisha na kuwaonya wasiwaonee wadogo. Lakini nimalizie tu kwa kifupi, ni mama. Mimi na wenzangu alitufinyanga ndio tukawa tulivyo leo. Alikuwa mama amejaa upendo lakini ujasiri, ujasiri uliojaa busara, kwa maana ya kuonya na kufinya kwa maneno, na aliturekebisha tukakaa vizuri, lakini alitusuka kwa kujua kwamba alikuwa anatupa chakula kizuri. Kile chakula alichotupa tukiwa eh, huko Vuga ndio kimetufanya tusimsahau kwayo. Nimeendelea kuwa karibu sana na huyu mama na Mungu alimjalia sana neema ya ya kusaidia wengine. Kwa hiyo kwa niaba ya wadogo zangu Erka, Stanley na Kristian na wengine tunamshukuru Mungu kwa maisha ya mama na kweli yamegusa maisha ya wengi. E, wako wanafunzi wengi tuliomaliza kipindi kile wamenipigia simu jana usiku wakimkumbuka jinsi alivyosaidia. Haya ni machache tu nimezungumza, baba askofu, umenrusu, kwa sababu mmenruhusu na mtanisamehe, kwamba umri ukisogea unapenda sana kuzungumza historia, lakini tunamshukuru Mungu kwa maisha ya huyu mama. Bwana Yesu asifiwe sana.